Hili limekuwa jambo zito sana katika pages na mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa msanii wa muziki na A-list msanii na pamoja hapa Tanzania pamoja na East Africa kwa ujumla na mzungumzia Chibu Dangote Diamond Platinumz ameweza kupoteza zaidi ya wafuasi elfu hamsini katika mtandao wa Instagram kwa maana ya followers. Hichi kimeendelea katika page na ukurasa wake wa Instagram ambapo baadhi ya blogs mbalimbali mbali mbali zimejadili hili swala kwa kina ikiwemo yapo blogs ambazo inajulikana kama Bongo Press wameweza kuposti hii post ambayo imeweza kumwonyesha Damo Platinumz akipoteza zawadi zaidi ya e, wafuasi elfu hamsini ambapo hapa kwa mara ya kwanza e, kama e, siku mbili nyuma ukipitia katika mtandao wa Instagram wa Damo Platinumz alikuwa ana jumla ya followers kwa maana ya wafuasi e, milioni 18 na nane e, na laki nane akiwa amewafollow watu elfu moja na na 67. Na hayo ni siku ya juzi, yani siku mbili nyuma. So uh, siku ya leo eh, kitu ambacho kimeweza kujadiliwa sana eh, ukifat, ukiangalia katika mtandao wake wa Instagram Damo Platinum eh, profile yake inaonyesha kwamba sasa hivi wamebaki eh, wafuasi ama milioni 18 na laki saba tu ikiwa eh, kuna wapo zaidi zaidi ya elfu hamsini wamemuunfollow katika peji na no ukurasa wake wa Instagram. So hichi kimeweza kujadiliwa kwa kina sana katika page ya eh, Instagram ambapo watu wengi sana wameweza eh, kushtushwa na hichi ambacho kimeendelea, ikiwa ni jenzi, wamekuwa akishikana mkono wakipeana kampeni za unfollow Diamond Platinumz eh, eh, pengine kufuatia maneno ambayo amekuwa akiyatoa katika page na no ukurasa wake wa Instagram na vitu kama hivyo. So moja kati ya blogs ambaliweza kuposti hii, hii taarifa ni blogs ambayo inajulikana kama Bongo Press. Baada ya kuposti, nilikuwa napitia comment za shabiki na wadau walikuwa wanazungumzaje kufuta hichi ambacho uh, kilikuwa kinaendelea ikiwa ni baada ya Diamond Platinumz kupoteza followers wake. E, ukipitia katika, uh, comment section kwa wadau walikuwa wanasemaje, nitakupitisha katika comment chache tu, maoni ya watu wachache laki tano japo uh, Bongo Press aliweza kusema kwamba amepoteza eh, elfu hamsini lakini ukiangalia ni zaidi ya laki tano kabisa uh, na mimi naenda kumfollow hivi sasa mwingine akaweza kusema kwamba eh, tuongeze jamani anatakiwa eh, kubaki zero huyu mwingine akaweza kusema kwamba eh, diamonds have come a long way good with kusema kwamba Diamond Platnumz alianza akiwa hana kitu, na Mungu bado ataendelea kumbariki hata kama akipoteza kitu. So nyie kumunfollow kuno hakumaanishi kwamba ndio mmemweza, ila Mungu ataendelea kumbariki ho Huyu mwingine akusema kwamba hiyo trailer bado mkanda. Huyu mwingine kusema kwamba riziki inatoka kwa Mungu hata mkiziiba e, vipi e, itafikia wakati e, hata Diamond Platinumz naye na, atainuka tena. Huyu mwingine kazosema kwamba ngoja na mimi niongezeke ni onge, ni katika hao watu waliomwanifolo. Huyu mwingine kasema kwamba nimebaki mimi nikamfollow mwingine akaanza kusema kwamba tafuteni pesa nyie, wenzenu kajitoa kutafuta pesa kitambo sana. Huu mwingine akaanza kusema kwamba bado mpaka wafike zero. Huu mwingine akaanza kusema kwamba nimepungua na mimi muda huu. Huu mwingine akaanza kusema kwamba mbona update za kijinga mnaleta mapema sana. Huu mwingine akaanza kusema kwamba oye, familia tuendelee ku unfollow hii takataka. Mwingine akaanza kusema kwamba wanavyo unfollow ndivyo watakavyo huu mwingine kaza sema kwamba na bado kwa eh, eh, kwa ya hao watu eh, eh. Hizi ni baadhi ya comment chache za wadau ambazo walikuwa wanaongea kufuatia Diamond Platnumz kupoteza wafuasi wake mapema siku ya leo.